Hii ni wilaya ya Kaskazini A, katika kisiwa cha Unguja kuna kijiji chetu hichi ambacho mimi mwenyewe baada ya kupata jina lake kwa mara ya kwanza kabisa nimeweza kushangaa nikawa najiuliza, je, kwa Zanzibar kuna kijiji kinaitwa Kiditime? Nikanauliza, sasa Kiditime iko wapi, na kwa nini imeitwa Kiditime, na kwa nini Kiditime leo imetufanya tuweze kufika katika ile eneo? Kwa hivyo Kiditime hii inapatikana katika shehia ya Kigongoni uh, wilaya ya Kaskazini A, mkoa wa Kaskazini Unguja. Lakini kilichotuleta huku ni kitu gani? Kwa hivyo mimi siwezi kujua na wewe huwezi kujua, lakini natamani kwamba tuweze kuunga na wenyeji wetu ili watusimulie kwanza, watupatie historia ya kijiji cha Kilitime, hichi kijiji kiko vipi, maanake kina wasili gani, kimeanza lini, lakini kitu gani ambacho leo kimetufanya kama watu wa shirika la umeme kuweza kufika kijijini hichi, kuja kuwasikiza wananchi wetu hawa wanasema nini na wanataka nini tuwafanyie. Sana na mwenyeji wangu na tutaketi kama utamaduni wetu wa Uzanzibari. Tunatumia sana vibao, wengine utatumia mkeka, lakini wengine mpaka mabusati. Kwa hivyo mimi hapa leo nimekaribishwa kwa kutumia kibao. Kwa hivyo tunaomba tunikae nikae na mwenyeji wangu then tupate mazungumzo kidogo. Mimi nataka kubwa kufahamu Kiditime ni nini, na Kiditime kuna kitu gani, na kwa nini leo hii imefanya tuje Kiditime. Kwa hivyo takriban ni maili hamsini kutoka mjini Unguja, nafika hapa katika shehia hii ya Kigongoni inayopatkana katika wilaya ya Kaskazini, mkoa wa Kaskazini Unguja. Kwa hivyo nimefika hapa na mwenyeji wangu, sasa nataka nielezee kubwa, nitataka ujitambulishe ni nani na wewe ni kama nani katika hichi kijiji chetu, baadaye uniambie kijitime ina historia gani? Kijitime ni, ni kijiji cha Kigongoni. Mzee wa kuwa hamia huku alilita jina lake kijitime, ukapata jina nini? Timu. Timu, timu. Na historia akii hiki mzee amekuja kaa kulimalima peke yake na wakeze wa ile wakalimalima, akiza akaza familia kwa hiyo ikabidi vipi tutukaeshi, mzee akachimba kisima kama miaka hamsini. Miaka hamsini. Hapo sasa ni miaka hamsini labda sasa hivi wana kuna wakazi labda wa kiasi gani kwa sasa? Pana wakazi kama watu mia na mpaka kumi mpaka na ishirini wapo okay. labda ni hmm. maendeleo gani ambayo tangu mpaka, maendeleo yetu sisi huku ni kilimo, ugaji ni maendeleo yetu sisi. Changamoto tunakuja tabu sana kuhusu mambo ya kilimo ya maji, hatuyapate pata kulimia mboga mishicha, au kama kulima kama kulima ja mfano kama ja a matango madogo kusomea shule. Kwa hivyo wana kazi vile wakuja wanasomea kwa hivyo wakataka amka asubuhi kwa kuchoma mafuta kamasi sasika, kwa sababu nini? Msimingia ya mafuta yale. Kwa hivyo tukasema vipi, mkapiga mbio na umeme miaka mingapi na kimbe upate umeme? Jamaa tunaelewa huruma. Kwa hivyo zile shule zetu kuja hii hapa mkafanyia kazi hii ya umeme pia, pia shule ni kubwa sana. Naazimisha miaka sitini na moja ya mapinduzi matukufu ya sasa, lakini hicho unaniambia historia yake matike na miaka takriban hamsini. Manake takriban miaka kumi tu tunasema baada ya mapinduzi ndio. Labda kwako kitu gani umejifunza

Aha. Utapata msaada mkubwa sana, tutasika sana, tutapunguza kutumia maguu tumekontatuwa. Kwa hivyo utapata kufaidika sana siae sana kwa hmm. Kweli tumepata kujua historia ya kijiji chetu hiki cha Kiditime, lakini pia moja ya changamoto hmm. ambayo inakabiliana au anakabiliana watu wetu hapa wa kijiji hichi ni ukosefu wa huduma ya umeme. Aa, na kama tunavyojua shirika la umeme, hiyo shirika ama ni taasisi ambayo imepewa dhima na jukumu kubwa kwa Zanzibar kuweza kusambaza huduma hii ya umeme. Na baada ya kupata taarifa hizi uh, lakini pia tuwapongeze sana ndugu zetu wa habari za Mawio. Kwa kweli wamekuwa ni watu ambao wana mchango mkubwa sana, moja ni kuibua changamoto, lakini pia kwa sisi shirika la umeme tunapata faraja kuona kwamba kuibuliwa hizi taarifa za mahala ambako pengine inawezekana kukaa karne kubwa au karne nyingi bila kuzijua hizo sehemu ziko wapi. Kwa kweli nasi tumelipokea kwa mikono miwili na tuahidi tu wana kijiji cha Kiditime tutalifanyia kazi kwa haraka sana kuona ili kuona maendeleo na maisha yao yanasonga kama kawaida. Tufahamu mm. kwamba umeme ni ajira, umeme ni maendeleo, na wametueleza yes, kwamba shughuli za ukubwa hapa mm. ni swala zima la kilimo mm, lakini pia ni maswala ya ufugaji. Kilimo mm. kinahitaji maji na maji, ili yafanye kazi vizuri, basi yanahitaji umeme mm. Kwa hivyo basi, hilo tuwatoe shaka tu kwamba tumelipokea nasi tutaweza kulifanyia kazi. ZECO ipo kung'arisha maisha yako.